Karibu mpenzi mtazamaji, sasa leo ni siku ambayo Rais Samia Suluhu Hassan amezungumza na wazee wa mkoa wa Dar es Salaam, na katika hotuba yake amegusia mambo mbalimbali mbali, hali ya nchi, mambo ya kisiasa, kidini na kiuchumi, na hasa masuala ya mambo yaliyotokea Oktoba 29 na siku zinazofuata. Katika hayo, watu mbalimbali wameguswa na alichozungumza Rais Samia Suluhu Hassan amewagusa watu mbalimbali, mmojawapo akiwa ni mwanaharakati anayejulikana maarufu kwenye mitandao ya kijamii kama Mange Kimambi, ambaye hakutajwa jina lakini mwenyewe anaona ameguswa. So baada ya hotuba ya Rais, Mange alikuja na haya kama ndo majibu ya hotuba hiyo. Sikiliza alichosema. Habari zenu Tanzania. No, alichokiongea kimama leo hii. Ndio picha ambayo mimi personally sijui nini ambayo nilikuwa nataka dunia ione kuhusu Tanzania, kwa sababu huu ndio utawala wa kikatili uliopo Tanzania. Ndio maana nilikuwa nakasika sana picha ambayo kina Mwigulu Nchemba they were trying to portray to the world. Eh, uongo, sijui yaani, they were trying to soften up hii serikali eh, kuilagai dunia sijui tuliwana sijui tuli, no eh? kimama leo hadi akatoa meseji kwamba ndio mimi ni muaji nimeua, na mtanifanya nini? Hamna la kunifanya hmm? Hii ndio picha ambayo mimi nilitaka dunia ione <coughs> eh? Kuna point kaongea? Ami sio point, upumbavu kaongea hmm? Kasema kwamba kasema kwamba nguvu gani nyie mlitaka itumike? Wale walikuwa wanataka kufanya mapinduzi, mlitaka tuangalie mpaka wafanye eh? Nguvu gani ambayo ndio ilikuwa nguvu sawa ya kutumia wewe, ya kutumia. unaambia wazungu kitu kama hiko wewe eh? unadhani wale hawaja experience? Mimi mwenyewe hapa Marekani nimesha experience, nimeshaona riots hapa Marekani, tena riots za kutokana tu na mtu mmoja kuuliwa na polisi wa Marekani. Walichoma hapa vitu kuhusu uh, issue na nanii yule George Floyd walichoma maduka hapa, walichoma majengo hapa, kulikuwa kuna moto, kuna states huko moto mtupu. Serikali haiku haikwenda kupiga risasi raia. Mmhm, Marekani ni nchi yenye silaha kubwa dunia nzima, jeshi lenye silaha dunia nzima, mbona wakwenda kuwamaliza maliza, maliza pale wananchi kwa kuchoma vitu, kwa sababu that's not how you deal, kwa sababu serikali ilielewa imekosea, imekosea na ilielewa hasira za wananchi. Sisemi kwamba kuchoma vitu kufanya nini ni kitu uh, ni kitu ligo lakini, nasema imesha happen, nchi ngapi mbona hakupigwa risasi? um, um, uh, Nepal Nepal ilikuwa ni moto mtupu pale, mbona serikali haikwenda kupiga risasi watu pale? Mbona nchi ngapi imefanyika maandamano, wanachoma choma vitu, mbona wananchi hawakwenda kumwagia risasi na serikali wa wow, unajaribu kunormalize kwenda kuua watu kwa sababu wamechoma vitu, alafu yani kwamba watu waelewe. Hakuna atakaye kuelewa, watakuwa kuelewa wewe kwa ulichokifanya, ni wauaji wenzio na machawa wako. Hakuna mtanzania mwenye akili timamu ataelewa hiko kitu. Yale maandamano ya Tanzania yalikuwa yana njia mbili ya kumalizika, zilikuwa ni njia mbili tu ya kumaliza yale maandamano, yalikuwa njia mbili Njia ya kwanza ilikuwa ni wewe kujiuzulu, ya kwanza ilikuwa ni wewe kujiuzulu. Ungejiuzulu yani, maandamano pale pale angeisha, kila mtu angetulia. Njia ya pili ndio ilikuwa ni hiyo, wewe kuua watu, njia haramu. Ukach ukachoose kuua watu, ukafanya consci conscious decision kwamba uue watu kuliko wewe kuachia nchi Unasema walitaka kufanya mapinduzi. Unasema eti mwacheni mtu amalize muda wake. Ndugu yangu, watanzania wamepitia mateso for four years, wamepitia utekaji, wamepitia ufisadi wa kihistoria, wamepitia umaskini, wamepitia huduma za afya mbovu, maji ya kunywa safi tu yamekosekana kwenye nchi for four years. Hayo, hayo yote hacha ukaamua kuwatoa watu wote kwenye uchaguzi, ukamfunga Tundulisu, ukawafungia Chadema kufanya siasa eh? Ukamtoa mpaka Mpina, ukajiweka wewe ndio peke yako. Baada ya mateso yote uliowapitisha watanzania for four years, ukawatolea option zozote za kumchagua mtu mwingine yoyote, ukajipitisha wewe kwa nguvu wewe. Ulikuwa nadhani reaction ni inaenda ku kutokea ni ipi kwenye ule kwenye ule uchaguzi? Dunia nzima ilikuwa inaongea kwamba Samia is running against her own shadow. Dunia nzima ilikuwa ina-expect machafuko kutokana na matendo yako wewe. Leo uh, unataka ku-act as if kwamba yani watanzania waliamua tu kwenda ku uh, kuandamana The, Dunia nzima inaelewa. Kila mtu mwenye akili inaelewa vijana wa Tanzania walifikaje walipofika. Uliwafikisha wewe walipofika na speech yako uliongea leo, umeenda kuitengeneza Disemba tisa kubwa zaidi. Disemba tisa kubwa zaidi, ndugu yangu, ndugu yangu. I mean, sio ndugu yangu we. Ni muuaji wewe, huwezi kuwa ndugu yangu. Kuna mifano mingi vijana wakishaamua kusimama kupambania haki huwaga warudi nyuma, hata wauliwe wangapi, huwa hawarudi nyuma mpaka serikali inarudi nyuma, hawajawahi kurudi nyuma. Waangalie vijana wa South Africa, ndugu yangu, waliuliwa miaka mingapi? Walirudi nyuma? Waliuliwa mpaka walishinda, ndugu yangu. Vijana hawajawahi kurudi nyuma, nakwambia vijana wa Tanzania watashinda hii mechi. Wewe kama ukutaka mtoto wako afe au atiwe kilema, kwa nini hukumkataza kwenda kwenye maandamano? Maandamano ni haki, maandamano ni haki na hawa vijana sio watoto wadogo, they, they are over 18. They can make up their own decision, na maandamano ni haki yao. Cha pili, Samia na Watanzania, naomba mnisikilize. Asilimia kubwa ya watu waliokufa kwenye yale maandamano sio watanzania waliokuwa barabarani kwenye maandamano. Asilimia kubwa, naomba ni repeat hii point na kila mtu aelewe, asilimia kubwa ya watanzania waliouawa kwa sababu ya maandamano yale hawakuwa kwenye maandamano. Waliouliwa barabarani kwenye maandamano, hata picha ukiangalia waliouliwa wakiwa barabarani ni watu wachache, wengi wameuliwa kwenye mitaa ambao hawakuwa wakiandamana, wengi wameuliwa manyumbani. Sasa sasa, unaongelea vipi kuambia wazazi kwamba kwa nini hamkuwakataza kuandamana? ushahidi mkubwa wa mauaji. Ndio maana haukuwaua ambao walikuwa barabarani wanaandamana, uliwaua wachache sana, ulienda kuua zaidi mitaani, majumbani, ili watu waambiane wanaua, ili uue bila ushahidi. Lakini watu wakajitahidi wakapata ushahidi tukaposti, na hii ni meseji kwenu wa Tanzania ambao mnajipanga msiandamane tarehe tisa